Naamini kesho katika mechi yetu itakuwa ni mechi ngumu. Itakuwa ni mechi ngumu, itakuwa ni mechi ya ushindani. Walakini tumejitahidi na tumefanya mazoezi ya kutosha kulingana na na kile nimepata, naamini na katika mechi ya kesho tutakuwa na mambo tofauti mengi ambayo yatatuletea matunda mema. Aa, kikweli na ndio imekuwa juhudi kubwa ambayo tumeifanyia mazoezi, maanake hao ndio mapungufu ambayo nimekuta katika timu na hapo ndio nimeanzia kazi yangu. Naamini mazoezi ambayo tumefanya ya ufungaji wa mabao itazaa matunda kesho. Uh, kwa kweli hiyo ni historia na sisi tunaangalia matokeo yake kama matokeo mengine. Sisi tumejitayarisha, sisi kwenda kutafuta pointi tatu za kesho. Mambo ambayo yamemtendekea yeye ni ya kwake. Sisi tutakuja kumenyana na yeye tuone kama tunachukua pointi zetu tatu. Hakuna presha yote. Mpira mpira, hakuna presha yote sisi tuko nayo. Sisi tumejiandaa, tuna imani na tuna confidence ya kutosha kwamba tukitekeleza kile tumekifanyia mazoezi tutakuwa na siku nzuri kazini mchezo kesho, ambao tunajua mchezo utakuwa mgumu sana, kwa sababu KMC ni timu nzuri, ila imepitia wakati mgumu tu kupata matokeo, kwa sisi tutawaheshimu kama wao. Lakini pia sisi katika upande wetu wachezaji, maandalizi yameenda vizuri, tunashukuru Mwenyezi Mungu. Sisi kichobaki kwenda kuyafanya yale ambayo amefanya mwalimu katika mazoezi, kuyapeleka kwenye mchezo kesho, okay. kocha mpya lakini kocha kama alivyosema yeye mwenyewe ameangalia yale makosa ambayo aliyaona kipindi anaangalia michezo ambayo ameitazama, kwa hiyo amerekebisha yale ambayo amona anaenda kustahili sisi kuyafanya na maana kesho katika michezo yetu, tunatakiwa sisi tuende kuyarekebisha yale ili tuende kufanya vizuri kwenye mechi. Ndivyo sema mwanzo kwamba KMC sio timu mbaya, ni timu nzuri ila inapitia wakati mgumu kwa sasa. Kwa sisi tutaheshimu wao wapinzani tunajua, wana timu nzuri ila wakati huu kwao ni wakati sio mzuri kwao. Kwa hiyo sisi tutaenda kufuata maelekezo yote ambayo tumepewa na walimu, ili kwenda kuyafanyia kazi, kwenda kupata alama katika mchezo kesho. Sisi ndio lengo letu kubwa katika michezo yote ambayo tunaocheza, sio kesho tu. Kwa sababu ligi sasa hivi imekuwa ngumu, kila mchezo unaenda kucheza. Kwa hiyo na sisi kila mchezo tunahitaji alama ili kukaa sehemu salama sisi kama timu.